Viongozi wa nchi maskini wanapenda sana ufahari, viongozi wa nchi maskini wanapenda sana ufahari ambao hauna maana yoyote. Nilikuwa naangalia picha hapa, rais wa Ufaransa akiwa na waziri mkuu wa Sweden wakiwa kwenye treni, wakiwa na raia wengine kwenye public unity. Hawa viongozi wa nchi sana ambao, uh, uh, uh, wa uh, wa ambao wanatusaidia sisi, wao haya mambo hawana na wala hawajali sana. Takuta uh, waziri mkuu wa Norway anakwenda na treni la uh, uh, public ofisini kwake na wao ndio wanatoa msaada kwa Tanzania. Sisi viongozi wa nchi maskini, ukisikia demands zao, alafu ukienda kuangalia mashimo yaliyopo kwenye barabara za Kinondoni mm. Unajiuliza priority kweli ni plate number za wabunge au bendera au nini kuliko yale mashimo ambayo yako Kinondoni kwenye zile barabara. Sasa hivi uh, sio kipaombele. Plate namba sijui bendera za wabunge sio kipaombele mm. chake. Yaani kuna shida zetu ambazo tunazo hivyo uh, sio. Ukiwa maskini inabidi uweke kipaombele chako hata nyumbani kabisa huwezi kutamani nyama wakati maragi watoto wako hawapati. Kweli ya kwa Kwe hiyo yeah, hiki alichosema Mheshimiwa Tarimba sio kipaumbele cha Mtanzania wa kawaida au cha wa, wakazi wa Kinondoni.